Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, na wale ambao si Waislamu, amani iwe nanyi. Kwanza, ndugu zangu, naomba munipe masikio yenu. Tunakumbushana maneno ya Mwenyezi Mungu, na hapa kuna maneno mawili nataka kuwakumbusha au tukumbushane vile vile, tunaweza sema tunaelimishana. Haya maneno mawili ni kuongoka na kuokoka. Kuna kule kukimbilia kuzungumza, kusema nimeokoka mimi, hakuna asemaye nimeongoka, la, kila unayemsikia akisema anasema nimeokoka na wengi wakazungumza hivyo hasa upande wa ndugu zetu wa Kristo, ndio wanapenda sana kusema tumeokoka tumeokoka, lakini huwezi sikia mwislamu anasema nimeokoka, la. Maneno haya mawili kuongoka na kuokoka maana yake e, katika mwanadamu hapa duniani hawezi akaokoka yeye mwanadamu hapa duniani, huwa anaongoka. Na kuongoka kwake ni kama vile ukawa wewe unafanya maasi kweli kweli, unapotoka katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akakuhurumia, akakuregeza katika njia yake, wewe nao ukarundi katika njia ya Mwenyezi Mungu, ukarundi katika uchaji Mungu, hapo sasa wewe ndiye umeongoka . Kisha baadaye ushaongoka, malipo yako siku ya Kiama, Mwenyezi Mungu amekuhesabia ukatoka katika upotovu yeye, yeah, amekuhesabia we ukaingia peponi, hapo wewe ndiye umeokoka. Wewe umeokoka na moto, lakini hapa duniani ni kuongoka, yaani kutengea. Kuongoka ni kutoka katika maovu ukarudi katika njia ya Mwenyezi Mungu, hapo umeongoka. Siku ya kiyama, ukitoka katika hukumu ya Mwenyezi Mungu, umeingia peponi, we umeo, umeokoka. Lakini ukiingia motoni, hujaongoka, hujaokoka. Wewe hukuongoka wala hukuokoka. Lakini peponi, uliongoka na ukaokoka. Haya mambo mawili yanaambatana. Ukiingia peponi, umeongoka na ukaokoka. Ukiingia motoni, ukuongoka na ukuokoka. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.